Nashukuru kwamba tumekwenda tume hatua ya nusu fainali katika mashindano haya ya CRDB Federation Cup, hatua ambayo ni kubwa. Malengo yetu si kuishia hapo, malengo yetu ni kufika fainali, na lengo kubwa kabisa ni kuwa mabingwa wa mashindano haya. Tunahitaji tupate uwakilishi katika mashindano ya kafu na hilo hata uongozi wetu wa juu umelisimamia kuhakikisha kwamba unahamasisha vijana waweze kufika huko. Ninaposema uongozi wa juu, ninamaanisha Waziri wa Ulinzi eh, Dokta Stagomena Taxi, mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele, mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Taifa Brigedia Jenerali Hasani Mabena. Hawa wote wanafuatilia mashindano haya na wanatoa hamasa kubwa kwa timu kuhakikisha kwamba inafanya vyema. Hawana hofu na mashaka timu hii itakapokwenda kwenye mashindano ya kimataifa kwamba kuna sehemu itakuja kukwama, kama ambavyo tumeona timu nyingine zikashindwa kupata nauli ya kuwapeleka Wakasafiri siku moja kabla ya mechi, wamefika kule wamechoka, ikawa ni aibu. Lakini hawa niliyowataja, wako tayari kuhakikisha kwamba timu itakapokwenda kwenye mashindano ya kimataifa, basi wanatangulia wiki mbili kabla ili kufanya maandalizi ya kutosha, tuweze kufanya vyema.